Tunasema tunatambua watumishi wa umma wanafanya kazi nzuri, na hata nchi hii kupiga hatua hii ya maendeleo ni kwa sababu ya ufanyakazi nzuri wa watumishi wa umma lakini tumesema kama ilivyo kawaida, hata kwenye familia wapo na wazembe ambao wamekuwa wakisababisha kero kwa wananchi wetu, wale wanaopiga danadana wananchi wanapokwenda kutafuta ufumbuzi wa kero zinazowakabili hao, ndio tunaosema hawatakuwa na nafasi. Anakwenda kwenye ofisi ya serikali akiwa na jambo linalomsibu analifikisha, anatarajiwa apate ufumbuzi. Na mheshimiwa Rais amewezesha kila ofisi ikapata kitendea kazi ili waweze kuwasaidia Watanzania. Anafika pale, lugha anayokutana nayo si njema. Anafika pale, anasikilizwa, anapigwa kalenda, uje kesho. Anafika pale, anasikilizwa, anaambiwa uje kesho, kesho kutwa kesho kutwa. Akirudi anaambiwa uje wiki ijayo. Wiki ijayo akifika anaanza kuulizwa, hivi ulisemaje? Huu sio uelekeo Dokta Samia anaoutaka na sisi wasaidizi wake tutafuatilia haya. Kama mtanzania amefika kwenye ofisi ya serikali, watendaji wote serikalini chukua kumbukumbu kumbu ya jambo analofuatilia, umelipatia ufumbuzi, weka alama kwamba hili limeisha. Limekuzidi kimo, wewe mwenyewe lifikishe kwenye ngazi inayotakiwa. Hiyo ndiyo maana halisi ya kusogeza huduma karibu na mwananchi. Kama tutakuwa tunapokea hoja, tunasikiliza na kupuuza tunamwacha mwananchi mwenyewe ahangaike mpaka aende makao makuu, nini maana ya kusema tumesogeza huduma kwa mwananchi? Mwananchi mtanzania akifika ofisini asikilizwe, atafutiwe ufumbuzi wa jambo lililompeleka pale. Kama ngazi hiyo kama ngazi hiyo haina majawabu ya jambo hilo, ofisi ya serikali ifikishe kwenye ngazi inayoweza kutoa jawabu la jambo hilo.